Mzee Gabrieli anayeishi katika mazingira magumu ametoa malalamiko hayo kwenye mkutano wa hadhara wa mwenyekiti wa CCM kwa Geita, aliyefika kwenye kijiji hicho kusikiliza na kutatua kero za wananchi, huku akihoji kwa nini hapewi huduma bure licha ya serikali kusisitiza wazee kutibiwa bila malipo naporesha na

Mganga mfawidhi wa kituo cha afya Kasota, Dr. Enos Jumanne amekiri kumtambua mzee huyo na kwamba hakumpatia huduma kwenye kituo hicho kwa kuwa hana barua kutoka ofisi ya mtendaji wa kijiji, lakini tulichomwambia, wazee wote hawatibii bure, tunataka barua ya afisa mtendaji wa kijiji ili wakija odita wa dawa tuwe na ushahidi kwamba tulitoa dawa hii kwa mzee ambaye hana uwezo Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila akamtaka mtendaji wa kijiji hicho kumpatia barua mzee huyo kwenye mkutano huo ili awe kwenye mpango wa wazee wanaopatiwa huduma bila malipo, huku akimwagiza mkuu wa wilaya Geita kusimamia swala hilo. Sio vizuri mkuu wa wilaya, wamepiga kerehe wananchi. Wananchi ukiwagusa kwenye shida yao wanakushangilia. Nimegusa penyewe. Sasa miongoni mwa mambo tutakayoshughulikia kufuatilia ni pamoja na hilo. Beba. Vituo vyetu vya afya, zahanati, hospitali, jezi, na wahudumia wananchi kulingana na sera ilivyo.